Ah, ninapoendelea kutoa title hii ninatamani Mungu akupe neema ya kutambua kwamba mwili wako haujaumbwa na vyuma, mwili wako umeumbwa na nyama ambayo, kuna siku nyama hizo ambazo zimeungamana kwa ajili ya kujenga na kutengeneza mwili wako zitazikwa kwenye udongo na zitaondoka Kusudi na nia yangu ya ndani sio kukuogopesha, lakini natamani kila mwanadamu uweze kuelewa ya kwamba hapa tunapoishi a sio mahali petu pa kudumu. Uweze kuangalia video kama hizi, uweze tu kutizama ili ujifunze. Ndiyo maana kama utajua kwamba mwisho wako unaweza ukawa hivi mwisho wako unaweza ukawa hivi, auwezi ukawa binadamu ambaye unaweza ukawa na kiburi na namna fulani za kuwaona wengine kwamba hawafai. Siku zote mwanadamu tunatakiwa kuwa na ubinadamu, lakini kwa sababu ya kiburi cha uzima, maisha ambayo tunayaishi, hutupelekea mpaka wengine kusahau kwamba tunaishi hapa ni maisha ya kitambo kidogo tu. Nataka niende na wewe kwenye maandiko machache ambayo yatatusaidia ili kuelewa nini ambacho nataka kumaanisha. Ah, lakini ninachotaka zaidi nielekee ni nini kinachotakiwa kufanywa msibani. Kabla ya hapo, nitaomba utizame hii clip hapa. Baada ya kutizama clip, nitarudi tena na kuendelea na title hii.

na tumaini ya kwamba umetizama umeona mwanadamu jinsi alivyo dhaifu. Na baada ya kuona mwanadamu jinsi alivyo dhaifu, na tumaini ya kwamba umejifunza, nataka nikuambie kwamba kitakachopelekea sisi kwenda kuzimu asilimia 999 ni kwa sababu ya tamaa za mwili ambapo mwili huu mara nyingi sana napenda sana kuambia watu kwamba mwili, mwili ambao tuko nao, mwili ni kava ambayo inakufunika wewe, ila asili ya mwanadamu, mwanadamu ni roho, ila ni roho ambayo imefunikwa na mwili. Ndio maana mtu akifa, unasikia huu ni mwili wa fulani. Na kama inasemekana huu ni mwili wa fulani, huyu fulani amekwenda wapi? ndo hapo utakuja kupata jibu ya kwamba kumbe kila binadamu roho ambayo roho hiyo Mungu ameamua kuipatishia kui kuelir ambayo kuvelthir hiyo ndiyo mwili huu ambao tuaa. Yesu wetu asifiwe sana. Ndio maana usiwe mjinga wa kufikiri ya kwamba ukifa na mambo yote yanaisha. Hapana, kifo ni kama vile unatoka kwenye ulimwengu huu ambao sisi siuzoea unakwenda kuanza katika zu, ingawa kuna dhana za baadhi ya watu ambao hawaamini kwamba kuna maisha baada ya haya maisha, lakini nataka nikuonye tu jambo moja. Ni vizuri ukawa hauamini jambo, lakini ukajitahidi sana kuishi maisha yatakayokusaidia, lakini ukisema ujifanye mbishi na mjanja, alafu baadaye uende ukutane na hukumu iko mbele. Ukienda huko hakuna kurudi, deliberasio hakuna. Sasa, Natamani kwenye title hii pia nifafanue nini ambacho kinatakiwa kufanywa kwenye misiba, na nitataka kwanza nianzie hapo kwa sababu ninaona asilimia kubwa ya watu wanakwenda kwenye misiba msibani, na kwa kama vile sehemu ya starehe, kwa sababu ya kile ambacho kinaitwa mwanadamu ana sherehe tatu. Sasa shindwa kuelewa kwamba maana ya sherehe, je inamaanisha kufanya vitu ambavyo havistahili Nadhani tulikutana na maswali yanayofanana na hayo tulipokuwa tunahubiri msibani hapa, tuambia sasa, ninyi mnatukataza pombe kwenye sherehe. Je, kwenye sherehe nini ambacho watu wanatakiwa kufanya? Basi haya yote natamani niyajibu angalau kwa ufupi hapa, ili at least uelewe sababu, najua tunapokuwa hadhara tunapokuwa tunazungumza mbele ya watu, kuna majibu tunayapiga shortcut, hata hatufafanui, kwa sababu kuna maswali mengine yanakuwa yanatungoja hivyo. Of course tulijibu na najua walioelewa walielewa, lakini nataka niweke hii sasa hapa ili iweze kuwafanya watu wengine waelewe kitu gani ambacho tunatakiwa kufanya kwenye msiba. Aa, mimi waga si hesabu sherehe yenu ya pili kwamba ni kitu cha muhimu sana ya kuoa siku. Mimi nahesabu tu ya kuzaliwa na ya kufa. Ya kuzaliwa tunasherekea kuingia kwako duniani, na kutok, na kufa tunasherekea kutoka kwako duniani. Ila je, ni kila sherehe inahitaji ulevi? Kwa mfano hivi, walipokwenda kumwapisha Donald Trump walilewa? Jibu inakataa. So sio kila sherehe inaweza ikawa kwenye ulevi lakini ngoja nisome kitabu hiki cha Mhubiri Biblia takatifu kwenye kitabu cha Mhubiri sura yake ya saba mstari wa pili andiko Mhubiri 7:2 anasema, anasema heri kuiendea nyumba ya matanga kuliko kuiendea nyumba ya karamu. Nyumba ya matanga ni nyumba ambayo ina mambo ya shida, msiba na watu wenye shida mbalimbali unaenda hapo, nasema he kuliko kuendea nyumba ya karamu. Nyumba ya karamu ni nyumba ambayo kuna starehe za kila aina ambazo zinafanyika hapo, kama hizi harusi ambazo zinakuwa zinafanyika, kama hizi sherehe za kuoa na kuoeshana ambazo kwa asilimia kubwa zinaitwa send off. Hapo kinachokuwa tu kinafanyika hapo ni michezo na, na, na, na, na karamu ambazo kwa namna moja ama nyingine azimpi Mungu tukufu ya anaendelea hapa kusema ni kwamba kwa maana huo ndio mwisho wa, wa, wa, wa, wa, wa wanadamu wote, naye aliye hai atautia moyoni mwake. Anakuambia heri kuiendea nyumba ya matanga. Matanga ni mahali ambapo kuna msiba. Heri kuendea nyumba ambapo kuna matanga ama kuna msiba, kuliko kuendea nyumba ambapo kuna sherehe na za namna moja ama nyingine za kuoa za kuoeshana, na ndio maana tutaelewa kwamba msiba una nguvu kiasi gani Afrika sababu ya ujamaa ambao watu walikuwa wanaishi nao. Kama kuna msiba umetokea kwenye mji na ulikuwa unafikiria kuowesha ama kufanya sherehe yoyote, lazima hiyo sherehe isimame, msiba upite kwanza. Kwa nini? Kwa sababu muafrika ama mwanadamu alipokuwa na na utu na ubinadamu alichukulia kitu msiba kama kitu kizito na kitu cha yeyote mwenye kuwa na ufahamu lazima aende hapo ili ajifunze, aende hapo ili aelewe. Ndo maana hapa Biblia inasema kwamba kwa maana huo ndio mwisho wa wanadamu wote, yani kila mmoja wetu. Hata kama ntaanza mimi, hata kama utaanza wewe, lakini kila mmoja wetu lazima atafanyiwa matanga, yani namaana kwamba kila mmoja wetu lazima atakufa. Na kama kila mmoja wetu atakufa kitu cha kukipa kwanza kipaumbele ni msiba. Mahali ambapo kuna msiba lazima twende, lazima twende hapo tukalie pamoja nao wanaolia, tukaomboleze pamoja nao wanaoomboleza. Kusudi ni ili sisi tuliobaki tutayaweka hayo moyoni. Hii inamaanisha nini kuyaweka moyoni? Ni kwamba utabaki na tafakari ambayo inasema na mimi ipo siku haya yatanifikia, na kama na wewe ipo siku haya yatakufikia, unabaki nayo moyoni ili yaweze kukusaidia kuweza sasa kuliishi kusudi ambalo Bwana alikutaka uishi. Lakini sasa leo mambo meza kama ni kama zimepinduka hivi. Kwenye misiba ni mahali ambapo tunajipanga kuliko tupeleke hata basi misaada kwa mfiwa. Zamani watu walikuwa wanadaga na kula, pesa zote tunatumia kununua pombe, kiasi kwamba tunamwacha hata aliyefiwa hana kitu. Hii ni wasio watu wa Mungu. Tufike mahali hata kama tuna tabia mbaya, lakini ifike mahali tukija kwenye suala linalohusiana na msiba, tuwe ni binadamu ambao tutatumia akili kama ipasavyo. Hata kama unajiita kwamba ni mlevi sugu, mahali pa msiba sio mahali ambapo unatakiwa kwenda kujionyesha ni mara ngapi unaweza kunywa. Hapana, ndio maana hata nilitoa wito kwenye jamii yetu ya Wabembe, viongozi, ifike mahali pigeni marufuku, hakuna pombe ya kuonekana kwenye msiba kwa sababu vinatuzalilisha. Ikumbukwe serikali ya Marekani tayari wameshatupea onyo ya kwamba kama tutaendelea kwenda na pombe kwenye makaburi ama kama tutaendelea kuchafua mazingira ambayo tunafanyia ziara zetu za misiba, itafika mahali hata makanisa tutakuwa tunapewa. Tukumbuke tatizo ya mwafrika ni moja tu, tunaaminigi kwamba tukiambiwa kitu lazima tuone activities zinaendelea. Mzungu ana tabia ambayo sisi hatuwezi kuelewa. Anaweza akakwambia jambo sasa hivi, anakaa kimya, anakuangalizia namna ambavyo atakavyoishi kitakacho tutokea baadaye, na hivi jisi tusivyotaka kusikia tutakuja kujuta. Nimeona nimeona vijana na viongozi wenu wako wapo, wanawatizama, lakini mnaendelea kunywa pombe, tabia zile zile. Nilipokuwa pale niliona pombe nani machupa mengi yako chini. Nasema tu nadhani haya ndio ambayo yalikatazwa, alafu baadaye waje wa, wa, wa, wa watukatalie vitu fulani, baadaye tunaanza kuja kulaumu serikali ya Marekani kwamba wanatuonea, lakini walituwekea sheria. Hatutaki kuheshimu maandiko. Anasema hivi, hakuna huruma juu ya mtu yeyote aliyekataa sheria. Kwa hiyo umeambiwa sheria, umekataa, alafu leo hii unataka waje wakufungie, ama waje wa ku, waku, wakupe adhabu kulingana na yale makosa ambao walikukataza, uje uanze kulaumwa Msibani kuna mambo haya ambayo yanatakiwa yafanye. Jambo la kwanza, tunakwenda pale msibani kwa ajili kwanza ya kufariji ambao wameachwa, kufariji ambao wameachwa. Watu wanakwenda misibani maana mno wanadamu wakiachwa anakuwa anabaki na upweke. Sote tunaokwenda pale ni kama swala la ubinadamu ambalo tunatakiwa kwenda ili kumfariji ndugu aliyeachwa, hilo ni jambo, ndo lengo la kwanza. Lengo la pili tunakwenda msibani ili na sisi tuliobaki tujifunze kwamba huyu aliyopo hapa, huyu ambaye leo tunakuja kumfanyia matanga alikuwa ni binadamu kama sisi, aliishi kama sisi, lakini leo hatunaye. Kwa hiyo tunakuja hapo na sisi tukijua kwanza na sisi ipo siku tutakufa, ama ndugu zetu watakufa, lazima watu wengine watujie. Kwa hiyo tunaenda kama suala la ubinadamu ambalo lina takiwa alifanywa na binadamu yeyote, kwa sababu huwezi ukaacha maiti ndani na unaenda shambani. Lazima utasubiri kwanza mambo yaishe. Kwa hiyo tunabaki hivyo kwa sababu ya kuweza kwenda ku, kama vile kuonyesha ile hali ya kujali ya ubinadamu kwa yule mtu ambaye ameweza kuachwa, lakini pia na kwetu tukijua kwamba msiba ni kitu ambacho kinaweza kikamfikia mtu yeyote. Jambo lingine tunaenda hapo ili tuweze kumsaidia huyo mtu, ameachwa atakuwa na labda mwezi mmoja wiki tatu mwaka mmoja, yuko chini miragoni, anakuwa hana kitu. Kwa hiyo nini kifanyike? Tunapokwenda tunabeba na michango yetu, tunabeba na msaada wetu, na hii sio lazima uambiwe leta kitu fulani. Hapana, mtu yeyote mwenye kuwa na akili unajua, ukienda msibani awa watu wamekusanya watu, natakiwa ubebe kitu. Yesu wetu asifiwe sana. Hii michango ya Wabembe, okay, ni idea nzuri ya kufanya na haina shida yoyote, lakini mimi kinachonikwazaga kwao ni jambo moja tu. Tuna focus sana kwenye mambo ya misiba, tunakosa kuweka malengo na makusudi yetu mbele. Sasa hatutakuwa watu ambao tutafikiri kwamba malengo yetu ni kuzika. Siamini kwamba hiyo ni moja kati ya kusudi la umoja wa Wabembe kwamba ni kuzika. Ninaamini kwamba kusudi letu kabisa ni kuweza usanya watu wakae pamoja na waendelee kuheshimu mila na desturi. Yesu wetu asifiwe sana. Kwa hiyo jitahidi kwa namna yoyote ile, ni swala la ubinadamu ambalo linatakiwa kufanyika hapo. Sasa kinachokuwa kinaendelea leo kwenye misiba ni kitu cha aibu, kitu ambacho kinatia huzuni, ni kitu ambacho kinatia huruma, lakini watu hawaoni wa madhara ya hayo, kwa sababu leo misibani ni mahali ambapo watu tunakwenda kuonesha nguo. Misibani leo ni mahali ambapo watu tunakwenda kuoneshana kiwango. Mara ngapi ninaweza nikawa mkosa mkosa adabu? Mara ngapi naweza nikawa mlevi wa kuwazidi wote na vitu vingine? Mara mara ngapi naweza nikapata mwanamke ama wanawake wa kuzini nao kwenye msiba kuta, hata ile kilo ya msiba inakuwa haipo sababu ya tabia ambazo zinafanana na hizo. Hii yote inapelekea jamii yetu kuzidi kwende, inashuka thamani na heshima lakini nataka nikuambia mwanadamu, unayenisikiliza ipo mwisho, upo mwisho wa kila mwenye mwili, na usije ukajiona kwamba una akili, una kiburi ama una dharau, mpaka ya kudharau hekima na busara ambayo Bwana ameweka. Ameshasema kila nafsi itaonja mauti, kwa mujibu wa Zaburi ya tisini na ya themanini na tisa mstari wa sabini na mstari wa 47 Zaburi 80 ama makumi mnane na tisa na na mstari wake wa 47 na 7 mpaka 48. Ukumbuke jinsi mimi nisivyo wa kudumu kwa kuwa kwa ubatili gani umeniumba umeiumba jamii ya wanadamu? Ni mwanamume gani atakayeishi asione mauti, atakayejiokoa nafsi yake na mkono wa kuzimu? Haya maandiko utayaelewa tu kama siku hiyo itakufikia. Nimekwambia kwa asilimia kama 98 99, ambacho kinachoendelea ni mwanadamu kuweza kuishi maisha ambayo Mungu amemtaka tu aishi. Hakuna jambo lingine ambalo ni la ziada, hakuna maumbile, hakuna maisha ambayo unaweza ukawa nayo na yakazuia hili hapa lisikutokea anasema sisi tuna mipaka tusioweza kuivuka. Kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 14 mstari wa 5, kwamba tuna mipaka tusiyoweza kuivuka, na kama tuna mipaka tusioweza kuivuka, ina maana kwamba kila mwanadamu ataonja mauti, kila mwanadamu atakufa. Na kama kila mwanadamu atakufa, mwili wako ndio ambao unasemekana kwamba watakufa asili ya roho waga aifu